SUA ni kubwa sana katika tasnia ya mifugo kwa ujumla, sio kuku, tuna mifugo mingine. Kwa nini? Ni chuo kikuu pekee Tanzania ambacho kinatoa hiyo elimu, lakini ina wataalamu wabobevu, lakini na vitendea kazi kama mashamba na wataalamu pamoja na vifaa vya kutunzia wanyama. Kwa hiyo ni vizuri kukawa na, na ushirikiano wa chuo na taasisi mbalimbali na au na serikali Aidha serikali za mitaa huko halmashauri, kutengeneza programu hizi fupi fupi ambazo wafugaji watakuja kama hapa, wanakaa wiki moja, wanapata mafunzo yao, lakini yanakuwa ni kwa undani zaidi, kwa sababu wanakuwa karibu na wakufunzi, wanapata exposure ya kwenda kwenye mashamba mbalimbali, wanaangalia wafugaji wanavofanya, lakini na wenyewe wanapata nafasi ya kushiriki kwa vitendo, kitu ambacho kinawasaidia eh, eh, kukumbuka kule wanakoenda kufanya majaribio ya ufugaji lakini vile vile mwishoni, tunawapa vitini au notisi ambazo watafanya rejea wanaporudi kule kukumbuka. Bila kusahau, wote wanapokuja hapa wanaacha mawasiliano, lakini vile vile na wataalamu wanatoa mawasiliano. Kwa hiyo kuna mwendelezo wa mawasiliano hata baada ya kutoka hapa. Kama kuna changamoto, wanaweza wakapata majibu hata kupitia simu na mawasiliano mengine.